Inja. Wale watu walikuwa wananitumia pesa ya kwenda hiyo mikutano ni watu wa diaspora, hakuna mahali hiyo. Wakati nilikutana Rail na Raila Odinga, mimi nakumbuka wakati Raila Odinga alikuja hapa Jakaranda, wakati nilitaka kumsongea, nilipigwa mpaka hata mbavu yangu ikawa na injera. Kama sio juju wa Jakoya kukutana juju wa Jakoya, hospitali, na juju wa Jakoya akanipeleka hospitali na akanipatia elfu arobaini ya kwenda matibabu kwa nyumba na chakula, leo hii sijui mimi ningekuwa nimekufa. Hakuna mahali a ODM ama Azimio Coalition ilikuwa inanitumia pesa ati Okanga, kwa sababu leo umepanga unaenda Busia, pesa ndio hiyo yaenda Busia, kwa sababu nataka kuenda Kisii, pesa ndio hiyo yaenda Kisii. Wale watu walikuwa wananitumia pesa ni watu wa diaspora, wale watu watu wengine wakaa hapa Kenya ndio walikuwa wananitumia pesa, na ndio hao watu wamesimama na mimi mpaka leo hii kwa sababu ya msimamo yangu. Mimi nataka niseme hivi, hata licha ya watu kunitisha Watu, nimeona vijana kule wa Jingle Doret wananipigia simu wananitisha, ati wako njiani wanakuja hapa Jakaranda kunifuruga ama kunitafuta mimi. Mimi niko tayari kupotea, lakini siko tayari kuunga Ruto mkono. Hiyo ndio mimi message, na wacha naye wa Kenya, niko tayari kupotea venye mnasema mtanipoteza, ama niko tayari venye mnasema mtaniua. I'm ready, sisi wote hatuwezi ingia kwa serikali, haiwezekani. Mimi napenda baba nampenda sana lakini, sipendi baba kwa sababu ati ni msapoti ameingia kwa UDA. I'm not ready, mimi siko tiyari. Nyinyi fanyeni venye mnataka kufanya, lakini ai, Nuru Maloba Okanga siko tiyari. Watu wengine wananiambia ati usipo support Raila Odinga, at, at, hautapata ticket ya ODM. My friend, ni haki yangu kusimama na ODM na ni haki yangu hata kama mnataka twende kwa nomination, na yule mtu mtasimamisha pale ODM. I'm ready. Na mimi nataka niseme hivi nimeenda kila mahali hii kila, kila classroom ya ODM. Watu wanaanza kunitishia ati wewe ulihama ODM, wewe ulihama ODM, wewe enda DAP, enda kwa Natembea, sijui enda ufanye nini, my friend. Natembea ni Muluya, mwanzangu. yujua na mali ni Muluya, mwanzangu. na nyinyi watu wa ODM, lazima mkue wangwana lazima mkue wangwana kwa sababu hii chama ya ODM sio chama ya wajaluo peke yake. Na kama mnataka hii chama muiweke kama ya wajaluo hata pia sisi walio tuko na nyumba yetu. Mimi ni, niko kwa ODM na kila saa mnani threaten, kila saa mnani threaten, kila saa, saa ati mimi na support natembea, ati na support kashagwa, na support kalonzo. My friend, mimi ukiangalia wale watu ako na support kalonzo ako na Wiper ujini wamado wako na DAP . Sasa nyinyi mkianza kunitisha ati nitoke ODM niende, si mimi basi, nitatoka kwa sababu hakuna mahali mimi nimesema natoka.